Reasons. Kuna sehemu ya mwili yako, sehemu zingine ziliumbwa zifunikwe. Namba 2. Sehemu zingine za mwili yako ziliumbwa kwa ajili ya Bwana yako. Sehemu zingine ziliumbwa zifunikwe. Ziliumbwa zifanye nini? Zifunikwe. Zifunikwe. Zifunikwe. Na sehemu zingine ziliumbwa Ziliumbiwa nani? so, kwa mwili so, <laughs> yako ni nani nafaa kuona? Bwana yako sio mwanaume, sio nani? Mwanaume. Sio mwanaume bwana yako siku ile, so, utaolewa sasa, ako na freedom ya kufunua hizo area. Aone vile anataka kuona <laughs> lakini leo ya shangaza sehemu ambazo hazipaswi kuonekana, mumewawekea wafanya nini waone? Unafikiria mwanaume mgani anataka kununua vitu ambavyo anataka kuchukua kitu ambayo miono na kila mwanaume? Hakuna napatana mpaka, matiti ziko nje, matiti ziko nje, matiti ziko nje, wanda wazimu wanaona wazimu wanaona, walevi wanaona, watu wazuri wanaona, wabaya wanaona. Alafu nikuje kuja ni kuowe. Kenye kimeonekana kila mtu shindwe, unaoa bibi unaringa na yeye, wanasema hakuna kitu, tujaona kijana. <laughs> nani anataka kuoa kenye imeonekana na watu unawa? <laughs> Ukitoka hapa yeah, tafadhali <laughs> matiti yako haipaswi onekane na mtu yoyote. <laughs> <laughs> matiti yako, natumia lugha vizuri yenye utanielewa <laughs> vizuri, wataudauta wata kinguo kinaipeleka chini hivi, wachana peletukwangu yenye inaifunika, amen. Chukua nguo yenye inaifunika isionekane. Unajua shida hiyo, hata ukija kudanza hapa, una danzi inasumbua watu wengine kwa via <laughs> <laughs> unajua mwanaume ako na pawa ya kuona. And that power is godly. That power is godly. We have power to see. And we want to see God here. When we come to church, we want to see who? God. And tukikuona tunataka tumuone nani? a